Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo nitakuonyesha jinsi ya kuwatambua na kuchagua bata wa kienyeji bora kwa ufugaji wenye faida. Kama unataka ufugaji wako uwe na matokeo makubwa, kuna hatua mbalimbali mbali, ambayo inabidi uweze kuchukua ili kusudi uweze kupata bata waliokuwa na bora wenye matunda yaliyokuwa mazuri. Naomba tuende pamoja hatua hadi hatua. Cha kwanza kabisa, inabidi uweze kuangalia afya ya bata. Kabla hujanunua bata, angalia afya, usiangalie bei, usiangalie bei wala usiangalie uzuri, angalia afya ya bata. Angalia kama bata unaoona jogoo kubwa, hilo hiyo ni bata ambalo lina afya. Kwa hiyo bidi ununue bata kama huyo bata, wewe mwenye afya na wengine wenye afya na wengine. Wewe mwenye afya unamjuaje? Utamtambua kwa macho yake, yanakuwa ni makavu. Bata manyoya yake yanakuwa yamelala vizuri, kama unavyoona manyoya yanakuwa hajachakaa, na pia bata anakuwa na nguvu na anakuwa hatoki maji maji kwenye pua. Unajua kabisa bata huyo ndo bata mwenye afya. Kama ukimchunguza bata wetu hao, na wenyewe ni bata ambao wanaanza, kwa sababu hawana hizo dalili mbaya. Pia kitu kingine mbili, uchague namba mbili, uchague bata mwenye mwili mkubwa na misuli. Ukiangalia bata kama hawa ni bata ambao wana mwili mkubwa, wana misuli na pia ni wazito. Hao ndio bata ambao watakuletea kizazi kilichokuwa kizuri na kizazi chenye afya pia angalie bata mwenye mwili mkubwa na uzalishaji mzuri wa nyama. Hao ndio watakuwa ni bata wazuri. Pia kitu kingine inabidi waangalie umri sahihi, umri sahihi wa bata, bata mzuri ambao inabidi uanze nao kwa ajili ya kumfuga hapa maanzia miezi sita mpaka miezi nane kwa dume, lakini jike ununua bata mwenye miezi mitano mpaka miezi saba. Ukipata bata hao, ina maana ndio bata unaweza kuzalishia kuongezea mtaji mkubwa naokawa mfugaji mkubwa katika miongoni mwa wafugaji. Kitu kingine, angalia tabia ya bata mtulivu vizuri na tabia nzuri, mtulivu, mchangamfu, sio mkorofi. Wao ni bata ambao wako wazuri. Sio mkorofi atakuja kula mayai, na pia kwa ana uwezo wa kulea vizuri watoto. Kitu kingine, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, inabidi uangalie uhusiano wa dume na majike. Dume zuri kitaalamu, nashauriwa kwamba dume moja inabidi <coughs> naweza kumiliki majike, majike manne mpaka majike sita. Kwa hiyo unapokuwa unanua bata wako, inabidi uhesabu dume moja naweza kumiliki majike manne mpaka majike sita. Na kitu kingine, dume zuri ni dume ambalo linakuwa aliogope majike. Kwa hiyo ni dume ambalo litakuwa naweza kuzalishia mazingira mazuri. Kitu kingine bidi uchunguza asili au baadaye, angalia asili ya bata hawa, kama wazazi walikuwa, wazazi walikuwa na uzalishaji mzuri, kama walikuwa wanakuwa kwa haraka, kama walikuwa wapati sana magonjwa. Kwa hiyo na maana hiyo, pia ni miongoni mwa dalili au miongoni mwa hatua nzuri sana ambayo inabidi uweze kuchukua. Kwa hiyo, kabla hujanunua bata wako au hujaanzisha kilimo wa ufugaji wa bata inabidi uweze kuangalia vitu vya muhimu kama hivyo, ili uweze kuwa na matumaini ya mafanikio mazuri. Kitu kingine, kwa hiyo mtazamaji, ili kufanikiwa kwenye ufugaji wa bata wa kienyeji, usikimbilie bei nafuu. Chaguo bora cha kwanza kabisa na vitu vya muhimu sana ambavyo mbjumuishi: cha kwanza afya nzuri, mwili mzuri, umbo sahihi wa bata, tabia nzuri na ukoo wa bata tapata mafanikio mazuri ya ufugaji wa bata, kuandikia comment swali letu: unafuga bata wangapi kwa sasa? Kwa hiyo ni swali ambalo la muhimu sana, ibidi uweze kwa kwa kujibu kwa ajili ya kujibu hilo swali na kuweza kushauri hizi, mtazamaji wa Nebuye TV, mfugaji mwenzangu, wewe unafuga bata wangapi mpaka sasa hivi, ili kusudi niweze kukushauri na kwa jinsi gani unaweza kupata nini, kupata mafanikio mazuri. Kuna fomu namba nimekuandikia hapa ili uweze kuanzisha mafanikio makubwa ya bata. Cha kwanza, tafuta bata mwenye afya. Cha pili, tafuta bata mwenye mwili mzuri. Jambo la tatu tafuta bata mwenye umri sahihi, umri sahihi wa madume na umri sahihi wa majiki, na pia waangalie tabia ya bata. Sio bata ambao anakuwa anawasumbua wengine, bata anakuwa na donodono, unaona kama bata hawa wanavyokaa hapo, hawa ni bata wanne ambao wana tabia nzuri, hao wametulia ni wachangamfu, unaona ni wanene ambao katika ukoo ambao ni mzuri, kwa maana bata hawa wataweza kumsaidia huyu mkulima mwenzetu na akaweza kupata kipato kilichokuwa kikubwa. Usichague kutafuta unafuu wa bata kwamba unafuu wa bei, kwa maana unao bata kwa bei elfu mbili elfu kumi, elfu kumi na tano hapana. Ni bora unao bata kwa bei kubwa elfu ishirini au thelathini, lakini bata hao watakupa mafanikio yaliokuwa mazuri. Na kuna swali ambayo tumekuuliza hapo, ina maana niko nasoma komenti yako kwamba kwa wewe unafuga bata wangapi mpaka sasa, na changamoto gani ya bata ambao unakutana nao katika ufugaji wako wa bata, na kitu gani ambacho unaweza kukusaidia? Nipo kwa ajili ya kusaidia, na unakumbuka katika video yetu, hawa ni bata bora, ni mbegu nzuri ya bata. Na kwa unataka mbegu kama hiyo, tunatoka wasiliana ili niweze kukutumia, tunatoka mikoa yote, mbegu bora na nzuri wa bata, ambayo ukikaa nao tu baada ya muda fulani wanaweza kutaga. Asanteni sana.